Sana, uh, niko hapa katika polling station ya Mwachon Primary School ambayo ni polling station yangu na um, nimekuja kujumuika na wananchi wenzangu, uh, kama uh, Kenyan citizen to exercise my right as a voter to select

So we are here to exercise our democratic right, what I want to encourage uh, na waimiza wananchi wapige kura kwa sababu hiyo ni haki yao. Kukaa uh, nyumbani inamaanisha umesurrender your right to others. Lazima we mwenyewe ujinolekukeleze uweze kupiga kura ndipo sauti yako iweze kusikika na ufanye uchaguzi wakati nafasi imetolewa, kwa sababu ndio ya sauti yako inasikika. Wengi wetu tunataka sauti yetu iweze kusikika, tunataka serikali tusikize, tunataka nchi tusikize, lakini mahali unaweza sikizwa zaidi ni kwa kupiga kura yako. So ujitokeze, nyumbani, usingoje ukisema imeshaamuliwa. Lazima we mwenyewe uje ukwe mmoja wa wale wa kuamua maneno ya nchi yako kupitia kupiga kura, muhimu sana Fanya uh, chamba ambalo ni haki yako. Kila kura ni haki ya kila mwananchi na kila mmoja wetu ako na kura moja. So ni muhimu hiyo kura yako uweze kutumia vizuri, uweze kuwa uweza kuweza sauti yako isikike ndipo kesho maneno inaendelea. Ukue ya wa, mmoja wa wale walifanya hiyo uamuzi wa So, usingoje wengine akuamulie e, maneno ya nchi yako maneno ya uongozi katika kaunti ama hata kila mahali, lazima wewe mwenyewe ujitokeze na ufanye uamuzi, na pia uamuzi sio ya tu fulani yani; zaidi ya hayo ni uamuzi kuhusu maendeleo ya nchi, uamuzi kuhusu e, future siku za zijazo kwa watoto wako na katika kijiji chako na kila jambo itaamuliwa na uongozi. So ni muhimu ujitokeze na utumie hiyo nafasi, kwa sio kila mara after every 5 years ndio tuko na nafasi za elections katika nchi yetu ya Kenya na kwa kutokea mambo kama ile imetokea sasa kwetu, kaunti yetu, hatuna seneta, ndio nafasi nyingine inatokea hivi. So lazima tuchukue hiyo nafasi na, na tuchotokeze wote, so tuamue ni nani kiongozi wetu na sauti yetu iweze kusikika na nchi waweze kuona uamuzi wa wetu. Asante sana and...